Na Kasongo mwanangu kazi ngumuaeingia na majina yen aysawaumajinajina ao an mwanangu Kasongo nakimbia sana, kama ile Kasongo kimbia chenga chenga. Wachane nayo sasa. Mwanangu nambia, yani jana bana, nilipata dili lilikuwa ni siri babu, yani yani mwanangu Udalali bwana, ni kazi ngumu sana. Yani ilikuwa dili la moto moto jana, lakini wakina kasende kwenye udalali mjambo hapana. Eh, ila kwa lile imekuwa nituma ki yaani kidogo niende hivi, ilibaki hivi, yani niende ndani ndogo wako ndogo wangu? Tena sinaelewa wewe, mwenye toka ndo yule yule, ndo yule Ashura. Ngoja acha masiala bwana, nimwangalie vizuri hapa tena aje bwana. Kwanza sasa umwangalie vizuri ili ufanyeje? Si mdogo wako huyo, Ashura. n nimekuacha, unajua najasia nini? Nimekuacha huko hivi unatoa hadi kamasi sasa? Hizo imekuwa vitu vangu kabisa. Wewe jamaa, wewe kunywa maji, mpe mtoto aende ndani. Ashura. Usogea kidogo karibu hapoajiaishaea kikombe peleke kikombe cha nini? Eh? Kuna shida si mimi umesema kama kakake. Lakini wewe ushakuwa mtu mzima, wezi ukamchunga hivyo aaiu ujinga kujipitisha mbele za nani? Huko kwa nanhunakaa la mirafiki mwingine bwana, mbona nimeshezi yaani, unamleta tu kidogo. Ona sasa nataka kwanza kutuaribia na wanafunzi hapo, ujinga mwingine <laughs> usipendagi <laughs> <laughs>